taifa ya Saadani. Taarifa ya kukabidhi mizinga ya nyuki ishirini kikundi cha Upendo kilichopo kijiji cha Gongo kwa Mheshimiwa Shaibu Ndemanga, mkuu wa wilaya ya Bagamoyo. Utangulizi: tangu kuanzishwa kwake mwaka elfu mbili na tano, hifadhi ya taifa ya Saadani kupitia kitengo cha mahusiano ya jamii au jirani mwema imefanikiwa katika maeneo yafuatayo: moja, kuimarika kwa mahusiano baina ya hifadhi na jamii hasa zinazopakana na hifadhi kwa kutoa elimu ya uhifadhi katika vijiji kumi na sita vinavyopakana na hifadhi ya taifa ya Saadani vilivyopo katika wilaya tatu yaani Bagamoyo, Pangani na Handeni ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa mpango wa elimu ya uhifadhi kwa jamii katika shule za msingi sekondari hasa zinazopakana na hifadhi ya taifa ya Saadani. Kwa heshima sasa tunakuomba ukabidhi rasmi ni mradi wa mizinga ishirini yenye thamani ya shilingi milioni moja na laki saba kwa kikundi cha wafugaji wa nyuki kiitwacho Upendo katika kijiji cha Gongo. Mwisho, tutunze mazingira yetu, nayo yatutunze, kwa kikundi cha wajasiriamali ambao watakuwa wana fuga nyuki, lakini kwa lengo hasa la kuzalisha asali. Sasa mizinga hii imepatikana kwa sababu ya ushirikiano mzuri uliopo kati yenu nyinyi kama kijiji na wenzetu wa hifadhi ya Saadani. Ndugu zangu, unapokuwa ni jirani wa hifadhi wewe ni mtu muhimu sana licha ya changamoto zinazojitokeza zinazotokana sasa na ujirani na hifadhi, lakini kwa ujumla wake ni kwamba nyinyi ni watu muhimu sana na ni lazima tuhakikishe ushirikiano kati ya hifadhi na vijiji vilivyo jirani unaimarishwa na unadumishwa. Hii ni kwa sababu ni katika maisha ya kawaida tu, jirani yako ndo wa kwanza kusikia kilio chako. Jirani yako ndo rafiki yako. Jirani yako ndo ambaye atakusaidia unapokuwa na matatizo. Kwa hiyo Saadani, kama hifadhi jirani yake ni vijiji vya jirani vilivyoko karibu na Saadani, lazima muwe wamoja, lazima muwe na mipango inayo shirikisha wananchi ambayo pia itasaidia katika kuhifadhi. Nyiye kama wananchi wa kijiji cha Gongo, mkisema tu wacha tuvuruge, dakika moja tu, hifadhi imevurugika. Kwani ni lazima nyiye muhakikishe kwamba kunakuwa na ushirikiano wa hali ya juu kati yenu na hifadhi. Kama serikali, naomba niwahakikishie, tunawategemeeni sana wananchi wa Gongo katika kuhakikisha uhifadhi unaendelea na shughuli zingine za maendeleo huku zinaendelea. Tunawategemea tuna sana. Na mwenyekiti mimi nimekunong'oneza, nime nikakwambia kabisa kwamba sasa hapa huku Gongo mi nitakuwa nakuja mara kwa mara, najua kuna mambo tunagawa leo mizinga. Sasa mhifadhi, hii mizinga mi leo nitagawa, lakini nimekuambia hapa, hii mizinga kwangu mimi ni michache, tunaelewana? ni michache ninatamani hapa gongo pawe ni sehemu ambayo tunasifika kwa kuzalisha asali hatuwezi kuzalisha asali tukiwa na mizinga ishirini hii tutazalisha kweli kama kikundi lakini kama tunahifadhi pale tuna sababu gani ya sisi kutokuwa katika orodha ya vijiji vinavyozalisha asali nyingi katika Tanzania tuna sababu gani ya kutoingia kwenye